Kipande hichi ni muhimu sana kwa sababu ndio kipande kitachotoa mizigo makontena kutoka bandarini kuelekea kwenye njia kuu ya reli na kuelekea mpaka Dodoma. Sasa hivi tunavyozungumza, hatuwezi kuchukua mzigo moja kwa moja bandarini kupeleka Dodoma, kupeleka maeneo mengine. Tunavyofanya sasa hivi, tunachukua mzigo ulioko Pugu, kutoka Pugu halafu tunaingia kwenye njia kubwa ya reli SGR na tunaenda mpaka Dodoma, lakini kipande hichi kilichobakia ambao ni kutoka kule karibu kilomita mbili na nusu, sasa tunaenda kukimaliza kama mnavyoona, eneo lile kule tayari tumeshaika waya za umeme iko tayari. Lakini hapa katikati ama tulipo hapa, tunafanya stabilization ya njia, yani tunaimarisha njia hapa, alafu tutaleta udongo, alafu tutaweka reli kuhakikisha sasa kwamba mzigo tunaweza kutoa hapa mpaka kufika kwenye njia kuu ya reli kutoka ndani bandarini. SGR itafika hapa kwanza, kwa awamu ya kwanza itafika pale. Lakini kutoka bandarini talolifanya, tutachukua mzigo wa makontena kwa kupitia MGR kwa sababu mo ndani mo zimo njia za MGR. Utachukuliwa pale, ukiletwa hapa tutaweka crane zetu ambazo tuta, tutautoa mzigo kutoka kwenye MGR tutaoleta kwenye SGR na hapa utasafiri kwenda zake kwenye njia kuu mpaka Dodoma. Kazi hii tumekubaliana imalizike utapofika mwisho wa mwezi wa Januari mwaka 2026. Utaratibu wa ujenzi tuliokubaliana hapa, tumekuja na utaratibu mzuri ambao tunahakikisha kwamba sasa mjenzi huyu yapi anasimamia, sisi tunalolifanya kupitia TRC, tunanua mafuta, tunanua chuma, tunanua matiro yote Yesu namweka hapa tunamlipa fedha za mafundi na kazi hiyo wanaifanya. Vinginevyo, tukisipofanya utaratibu huu tunaweza kuchelewa sana. Tukianza kutoa mzigo kutoka bandarini kwa kupitia SGR tutapunguza sana msongamano wa magari ndani ya bandari. Awamu ya pili, sasa tunatoka hapa kipande hicho hapo tunakwenda mpaka ndani bandarini, ambacho hicho kitaanza baada ya Januari. Tutaenda kujenga huko kuelekea bandarini ndio hapo itakuwa reli zetu za MGR zitaingia mpaka ndani bandarini, lakini kwa amu ya kwanza tumeanzia hapa. Tunafanya hivyo kwa sababu, kwanza, tukifanya hivyo TRC watapata fedha, kwa sababu watapata mzigo wa kutoa hapa kupeleka maeneo mengine. Pili, tuta, tutafanya ufunguaji zaidi wa bandari ya Dar es Salaam, tutaondoa congestion, na tukiondoa congestion, manake meli manaake sasa zitakuwa zinatemsha mzigo wao haraka, na wananchi wanapata huduma haraka, na bandari yetu inafanya itakuwa inafanya kwa ufanisi mkubwa, pia tunaongeza mapato ya bandari na mapato ya uchumi wetu kwa ujumla. Tuna huo mpango wa kufanya transhipment pia. Transhipment ni kuhamisha mzigo kutoka kwenye reli moja kwenda kwenye reli nyingine, kwa hiyo tunahamisha kutoka kwenye reli ya MGR kuja kwenye SGR kutoka hapa, kwa mzigo unaotokea bandarini. Lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunachukua hii supply chain yote, tunaweza pia kufanya transhipment kwenye kituo kingine ambacho kiko Bahi. Bahi ni baada ya Dodoma ambako tayari kule ujenzi mpaka Makutupora na kwenyewe umeshakamilika. Kwa hiyo na wenyewe sasa, tukifika Bahi, tutaweka huu mzigo kwenye reli ile ya MGR na kuupeleka Kigoma, kuupeleka hadi Mwanza, kuupeleka Kaliua na maeneo mengine ambako reli yetu ya MGR inafanyika na tunafanya hivi kwa sababu mtakumbuka kwamba kuna kipande ambacho huwa kinatusumbua cha Kirosa Gure, kuna kipindi ambako huduma huwa zinahamia ule upande wa Dodoma. Kwa hiyo kwa sasa hivi haitakuepo tena hiyo hali ya namna hiyo, kwa sababu tayari SGR imekamilika kwenye hicho kipande, na SGR ilisanifiwa kuhakikisha kwamba ina solve tatizo la kipande cha Kirosa Gure, ambacho pia na chenye kwa sasa hivi serikali imeendelea kukiwekeza hela kwa ajili ya kufanya ukarabati kupitia mradi wa World Banki till 2 ambako na chenyewe mradi huu kikamilika, pia hicho kipande kitakuwa kimeshaimarishwa, hatutakuwa na hiyo changamoto. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuchukua mzigo kutoka bandarini na sio tu kuishia Dodoma. Tuna uwezo wa kuchukua mzigo bandarini tukaupeleka moja kwa moja mpaka Mwanza, tukaupeleka Isaka, tukaupeleka Kigoma, tukaupeleka na Kaliua, na vile vile tunaweza tukatoa mzigo kutoka maeneo hayo na kuleta tena mpaka bandari ya Dar es Salaam. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET number reg mkwaju ane mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, hotel and tourism management, front office, business administration, accountancy, procurement and supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi, wengi wameajiriwa ama